Na sasa tunakuletea dakika tatu za haba na haba. Haba na haba, taifa linazungumza. Wakati serikali ikiwa inaandaa mikakati ya kuitekeleza sera mpya ya elimu na mafunzo iliyozinduliwa hivi karibuni nchini Tanzania, baadhi ya wadau wa elimu wanaonyesha hofu kuwa sera hiyo imekuja kuongeza mzigo kwa wazazi na huenda isitekelezeke. Miongoni mwa vipengele vinavyotiliwa shaka na wadau hao ni kuhusu elimu kutolewa bila ada kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari. Mimi ni Yusufu Mazimu, jijini Mbeya. Wadau wa elimu wanakutana hapa kuijadili sera hii ya elimu ya mwaka 2014. Pamoja na serikali kuondoa ada kwenye elimu msingi, mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya Imezi Mbea, Tibus Makona haoni kama hilo litapunguza mzigo kwa wazazi. tukikumbuka kwamba kuna ada ya mitihani shilingi elfu hamsini, kuna michango mingine kama madawati, kuna michango ya, ya, ya kitambulisho, kuna tahadhari, kuna vitu vingine vingi. Ni sawa tu na kuingiza toni la maji katika ndoo ya maji na kwamba itapunguza mzigo kwa wazazi. Mzigo hawezi kupunguzwa, uko pale pale. Mkurugenzi msaidizi wa sera kutoka Wizara ya Elimu na Mafunzo, ambaye ameratibu utungaji wa sera hii, Aletaurwa Ngatara, yeye anapingana na mawazo haya. Kwa kweli nimeshangaa kuona kwamba wanaona haipunguzi mzigo. Nafikiri hofu iliyoko hapa ni kwa sababu ya michango, kwamba michango itaendelea. Ili tuweze kuwa na elimu bora lazima tuwe na michango. <laughs> Akiwa amesomesha zaidi ya watoto watano na wajukuu ishirini katika shule za msingi na sekondari, mzee nyelu Mwangabe kutoka Kiela yeye ana mtazamo tofauti kabisa. Kwa mtazamo wangu, naona ni hesabu tu tunatofautiana. Wale watu wa sera wanaanza kufundisha hesabu kubwa, wanakuja kwenye hesabu ndogo. Sisi wapokea sera tunaanza ndogo kwenda hesabu kubwa, kwa maana ya kwamba sisi tunachojua, hatupingani na michango, kama kweli wanasema ile inapunguza, wangefanya utafiti wa kina. Kama mnavyosema kuna mtafiti, angejua ni kiasi gani kikubwa kinachohitaji msaada kwao. Tungefika mahali tungeona kumbe wanaotakiwa kusaidiwa ni zile kaya maskini ambazo zinatakiwa, ndo tungekuwa tunahangaika nazo sasa mkuu wa shule kuu ya elimu kampasi ya Mwalimu Nyerere katika chuo kikuu cha Dar es Salaam Dr. Hilali Dachi, yeye amefanya utafiti kuhusu gharama za elimu katika shule za umma nchini Tanzania. Tunaposema gharama za elimu, ada ni sehemu ndogo tu ya gharama hizo. Wazazi pamoja na kaya wanachangia kwa kiasi kubwa sana. Uh, utafiti unaona wanachangia kiasi kisichopungua asilimia thelathini ya gharama zote za elimu katika ngazi zote. Ndivyo tunavyohitimisha dakika tatu za haba na haba kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni yusufu Mazimu.